Inahusu kuifanya nyumba kuwa nyumbani. Unaweza umewahi kujiuliza katika maisha yako kwamba kwa nini leo watu wengi, na hasa wanafamilia, aweza kuwa baba, aweza kuwa mama au mtoto? Umewahi kujiuliza kwa nini mtoto anaweza kufurahi akiwa na watoto wenzake, yawezekana kanisani, yawezekana shuleni, yawezekana chuoni, lakini anapokuja nyumbani au anaporudi nyumbani anapata huzuni. Umewahi kujiuliza? Umewahi kujiuliza kwa nini baba anaweza kufurahi au mama anaweza kufurahi akiwa kazini, anaweza kufurahi akiwa katika majukumu yake mbalimbali mbali, sokoni, maeneo mengine ya kazi, akawa na furaha. Lakini umewahi kujioji kwa nini wale wanaofurahi nje ya mazingira ya nyumbani wakifika eh, wakifika nyumbani au wanaporudi nyumbani kutoka kazini wanapata huzuni nyumbani. Umewahi kujiuliza? Umewahi kujiuliza kwa nini watu wanaweza kucheka na wafanyakazi wenzao katika ofisi au maeneo mbalimbali ya kazi, wakawa wanacheka na kufurahi, lakini wanaporudi nyumbani inakuwa ni huzuni? maye kujiuliza? Sasa leo, nukuu ya leo inahitaji kutukumbusha jambo moja, ya kwamba huo si mpango wa Mungu, kwamba watu wafurahi katika mazingira ya nje ya nyumbani, lakini wanapokuja nyumbani wahuzunike. Sio mpango wa Mungu, ni mpango wa Ibilisi. Sasa sikiliza, nyumba ambayo inapaswa kuwa nyumbani ni ile nyumba ambayo Kristo anatawala nyumba ambayo amani na furaha vinatawala nyumba ambayo wanafamilia wameyatoa maisha yao kwa Kristo kila mmoja kwa mwenzake na kujionea uh, kuona uthamani baina yao mume na mke lakini pamoja na watoto maisha ya familia ambayo Kristo ni mtawala nyumbani nyumba hiyo itakuwa nyumbani lengo na makusudi ya Mungu Si nyumba zetu zishindwe kuwa nyumbani. Mungu anahitaji nyumba zetu ziwe nyumbani, kwa yeye kutawala na kutamalaki kile inapoitwa leo. Sasa nukuu yetu ya leo inahitaji kutuambia nini? Inahitaji kutuambia kwamba nyumba ambayo ni nyumbani, malaika wa Bwana utawala, upendo utawala, furaha na amani vitaonekana kati ya baba na mama, kati ya baba na mama na watoto. Na hiyo ndiyo ina inayoitwa nyumbani, so make your house to be home. Hilo ndio kusudi la Mungu. Sasa angalia ni kwa namna gani tunazifanya nyumba zetu kuwa nyumbani. Unajua wakati mwingine watu udhani ya kwamba ili nyumba iwe nyumbani ni kujenga nyumba kubwa yenye marumaru na vitu mbalimbali vilivyomo ndani yake, lakini hivyo vyote havifanyi nyumba kuwa nyumbani. Ndiyo maana watu wamejenga maghorofa, ndiyo maana watu wana nyumba zina kila aina ya, ya uzuri na kila aina ya vito vya thamani, lakini bado ndani yake hamna furaha. Nini kinachofanya nyumba iwe nyumbani? Nini kinachofanya nyumba iwe ni nyumba yenye furaha? Nini kinachofanya nyumba iwe ni sehemu ya Kristo kukaa? Ni pale tu ambapo wanandoa mume na mke pamoja na watoto watakapokubali kujisalimisha mikononi mwa Mungu na kuyatoa maisha yao ili Mungu aongoze safari ya maisha yao, hapo ndipo wataweza kuishi kwa amani na furaha. Nyumba inayoomba ndiyo inayoshinda, familia inayoomba ndiyo inayoshinda. Nyumba ambayo imemweka Kristo katika maisha yao, hiyo ndiyo nyumba inayoshinda. Sasa nukuu yetu ya leo inahusu nini? Sikiliza. Katika kile kitabu cha The Adventist Home ukurasa wa kumi na tano, anaandika, anasema nyumbani panapaswa kufanywa ambayo neno hilo humaanisha inapaswa kuwa mbingu kidogo juu ya dunia mahali ambapo mapenzi yanakuzwa badala ya kukandamizwa kwa bidii. Furaha yetu inategemea ukuzaji huu wa upendo, huruma na adabu ya kweli kwa kila mmoja. Aina tamu zaidi ya mbingu ni nyumba. Mm. Aina tamu zaidi ya mbingu eh, aina tamu zaidi ya mbingu ni nyumba ambayo Roho wa Bwana husimama, mapenzi ya Mungu yakitimizwa. Mume na mke wataheshimiana na kustawisha upendo na ujasiri. Mume na mke mume na mke wata wataheshimiana na kustawisha upendo na ujasiri mume na mke wanapokubali kuishi pamoja na kutenda kwa pamoja na kukabidhi maisha yao kwa Kristo na kusafiri pamoja, wataishi kwa upendo heshima, wakiheshimiana baina ya wao kwa wao, wakimtanguliza Mungu kama kiini cha maisha yao. Na hivyo mpendwa, ikiwa unatamani kuiona nyumba yako ikiwa nyumbani, ruhusu Kristo atawale maisha yenu. Furaha itakuwepo nyumbani, amani itakuwepo nyumbani, heshima itakuwepo nyumbani, na zaidi upendo wa Kikristo utakuwepo nyumbani. Hebu ifanye nyumba yako kuwa nyumbani, ifanye nyumba yako kuwa nyumbani, mahali ambapo watoto watajivunia kutamani kurudi nyumbani iwe wakati wa likizo baada ya masomo iwe wakati wa baada ya masomo shuleni, watoto wafurahie kurudi nyumbani. Tamanio la Mungu ni kuona watoto wakifurahia kurudi nyumbani, na hivyo usifanye nyumba yako kuwa sehemu ya huzuni. Wakati mwingine baba anaweza kuchelewa au mama kuchelewa nyumbani kwa sababu ya misuguano na migongano inayopatikana nyumbani Wakati mwingine anatamani abaki tu kazini, huyu ni mama au ni baba, maana anashindwa hata kuja nyumbani. Nikifika itakuwaje? Sasa usikubali nyumba yako kuwa nyumba kiasi kwamba ni gereza. Fanya nyumba yako kuwa nyumbani kwa kudumisha furaha, kwa kudumisha maisha yenu kwa kuyakabidhi katika mikono ya Mungu, ili Mungu atawale maisha yenu. Kumbuka, familia inayoshinda, familia inayoomba ndiyo familia inayoshinda. Familia inayostawi ni familia ambayo imemweka Mungu katikati kati yao, baba na mama wakiwa wameshikiliwa na Mungu kwa pamoja, wanatembea pamoja na kusafiri pamoja, pamoja na watoto, nyumba itakuwa nyumbani. Si wingi wa nakshi, si wingi na uzuri wa aluminium Zilizowekwa katika nyumba zinayoifanya nyumba iwe nyumbani, bali amani na furaha na upendo vinapotamalaki na wanandoa kuongoza maisha yao katika busara na hekima na maarifa, nyumba itakuwa nyumbani. Mungu akubariki wewe uliye katika familia. Mungu akubariki wewe wanaijiandaa kuingia katika familia, jiulize, utaifanya nyumba kuwa nyumbani, mahali ambapo Kristo atatawala, mahali ambapo malaika wa Mungu watatamalaki kila wakati katika nyumba hiyo. Kumbuka, nyumba yako inapaswa kuwa nyumbani, mahali ambapo upendo wa Kristo utaonekana. Mungu akubariki unapoyazingatia haya, ninakutakia nukuu njema na tafakari njema. Bwana awe pamoja